Lakini mimi ni makamu mwenyekiti na kazi yangu moja ni kusimamia maadili. Sasa watu wanaotaka ubunge wameanza kunyemelea, na wananyemelea kwa kuvunja maadili. Tunataka mpige kura mkiwa watu huru. Muiambie CCM tukimsimamisha huyu tunashinda bila tabu, kama atakavyoshinda akiwepo Samia. Na hapa tunataka mtulipe mtu mmoja tu katika wangara, ambaye akija hapa watu waangara watasema kama ni huyu sawa sawa. Kazi hiyo mnaweza mkiifanya vizuri sana lakini wale wanaotaka ubunge, nina habari zao, nina habari zao. Wameanza kuvuruga vuruga maadili, wanataka mwampige kura kwa hela wanazo, wapo. Na Biblia inasema rushwa inapofusha nyisi wa Kristu, rushwa maana yake ni kwamba ukiona Karamagi amejaa kijani, lakini ukipewa rushwa, unaweza kusema hiyo sio kijani, hiyo <laughs> ni blue. <bruu. laughs> rushwa imekwambia hivyo kwamba hii ni blue. <laughs> rushwa inakwambia hii ni blue. Na wewe unang'ang'ana una, una unaweza hata ukapigana kwamba ni blue na huku ni kijani, na rushwa ndio inafanywa upigane kwa sababu imepofusha macho yako. Na hapa mmeshaanza, na wengine wameshasongezwa kumi elfu. Na hiyo nawaambia wagombea wote wawe wapya au wa zamani, wote sio kwamba wa zamani wao wana haki zaidi ya kutoa ha -ha. Kazi ya ubunge sio kusambaza hela ni kusambaza huduma kwa jamii. Ndio unasambaza hera, unanunua mazao <laughs> kama wewe kazi yako, unazo hera za kutosha, nunua mahindi kwa bei nzuri basi, ili wananchi wote wafanye nini? Wafaidike. Eh, wewe unasambaza, unanunua nini? Na hili ndalisema kwa wagombea wapya na kwa wabunge waliopo, tunachunguza, tunajua mwenendo huu. Kuna mahali pengine wanazidisha kabisa, wanafanya mambo mpaka yanatia kinyaa. Sasa nawaambia achaneni na hiyo, wacheni kupofusha wajumbe. Na nyinyi wajumbe, mabalozi wa nyumba kumi, tunawapa heshima ya kutuletea watu, ndio wajibu wenu. Maana sisi tungehongwa, tungemkataa Samia. Sisi sisi ndio tunapiga kura. Wangesema unafikiri wahongaji wangekosa? Wapo tena wakubwa.